Rais Ibrahim Traore atinga Moscow. Huyu ni mwamba wa wagadugu ama nchi ya wanyofu amefika huko kwa wanyofu wenzake. Taarifa inasema kwamba Rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, Ijumaa hii atashiriki huko Moscow pamoja na mwenzake wa Urusi, Rais Vladimir Putin katika maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi wa watu wa Sovieti juu ya Nazi. Katika maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi mkuu wa Urusi, Captain Ibrahim Traore ni mgeni chapa maalum huko Moscow. Mei tisa, mwaka 1945, Urusi ilitangaza ushindi wake dhidi ya Nazimu katika vita vya pili vya ulimwengu, na tangu wakati huo watu wa Urusi husherekea kila mwaka ushindi huu wa kihistoria. kwa kuzingatia viungo vikali vya ushirikiano kati ya nchi yetu na shirikisho la Urusi na kwa mwaliko kutoka kwa viongozi wa Urusi Rais wa Burkina Faso, mkuu wa nchi kepiteni Ibrahim Traore atahudhuria sherehe za ushiriki ama ushindi huo pamoja na mwenzake rais Vladimir Putin na wakuu wengine kadhaa wa serikali. Taarifa inasema wakati wa kukaa kuka kwake kwa katika ardhi ya Urusi kama mgeni maalum rais Ibrahim Traore atakuwa na atateta na mwenzake wa Urusi bwana Vladimir Putin juu ya masuala ya kimkakati ya nchi mbili na ya kimataifa. Mkuu wa Burkina Faso pia atazungumza na jamii ya shirikisho la mataifa ya Sahel AES IS, wanaoishi katika shirikisho la Urusi. NB safari ya Captain Ibrahim Traore kuelekea Moscow Urusi akiwa angani ilipambwa na ndege za kivita za Urusi, ili kuhakikisha usalama wake dhidi ya manyang'au wanaomlenga Ibrahim Traore kumwondoa madarakani katika nchi ya Burkina Faso, nchi ya watu wanyofu ambayo kwa sasa inaendelea kujitegemea badala ya kutegemea manyang'au na misaada kutoka mataifa mbalimbali ambao wanaenda kuchukua rasilimali za nchi ya Burkina Faso ambayo Ibrahim Traore amekata mirija yao. Huyu ndiye Ibrahim Traore ambaye tayari ameshatua katika ardhi ya Urusi kwa ajili ya kuungana na mwenzake mwamba huyu wa Urusi, Vladimir Putin katika kusherekea miaka themanini ya ushindi wa watu wa Sovieti juu ya Nazi. Hii ni taarifa ambayo nimeona nikuletee mtazamaji, nawe karibu kwa maoni yako. Unamwonaje Captain Ibrahim Traore wa Wagadugu, nchi ya wanyofu Burkina Faso? Si mwingine ni Captain Ibrahim Traore. Karibu kwa maoni yako.